Hapa niko hapa mama Lucy Kibaki Hospitali kwa sababu ya bili ya hospitali. Nashukuru watu wa share, share club, kwa usaidizi ambao wametoa kutusaidia. Nimesema ni asanti sana, jua tu kwa tunafikiria hivyo si tukiwa mama, lakini God ametenda na pia nyinyi. Tumesema ni asanti mali, mmetushikilia. Madaktari wetu umekuwa saidi yetu sana kila asubuhi mnakuja kutuangalia, asanteni sana, tunawashukuru. Pia mmekuja ile time yenye inadai, tulikuwa tumeshikana kushikana, si unajua hali yenye nchi iko mm -hmm. E, tunapitia masaibu mengi sana. Sikuwa naamini kuna big brother mazee anaweza respond kaa hivi When we were doing our listing we said we need to prioritize teen mothers and young mothers, na tumewaona hapa and we will say congratulations to the teen mom. Mtoto ni baraka, but pia tusisahau kujichunga, na kupanga uzazi ni jambo la muhimu, ila tunasherehekea wenye vipaji talents ambazo wanazitumia kukuza jamii, kufunza na kuhakikisha kwamba eh, mambo yanaenda vizuri.